Na kwingineko, familia za waathiriwa wa, wa maandamano yaliyoongozwa na vijana wa Gen Z mwaka elfu mbili na ishirini na nne sasa zinadai kufidiwa, zikishutumu baadhi ya mashirika ya kijamii na madalali kwa kuvuruga juhudi zao za kupata haki. Familia hizo mtazamaji, ziliandaa maandamano ya amani jijini Nairobi leo, zikitembea hadi majengo ya bunge na mahakama kuu, ambapo ziliwasilisha maombi ya kutaka asasi hizo mbili kuchukua hatua kuhakikisha kwamba wananchi wanapata haki. Waathiriwa wa maandamano yaliyoongozwa na vijana almaarufu Gen Z mwaka 2024 na familia ya husika waliandamana jijini Nairobi kushinikiza kufidiwa na serikali. I was in nilikuwa nafanya kazi yangu ya kuwakota skrebu huko nikashutiwa mguu after hapo, mi nilipona, lakini mi siezienda kazi yangu kama kawaida yeah, ndio maana nimekuja hapa kutetea haki yangu. Kundi hilo liliandaa maandamano kutoka bustani ya Uhuru hadi majengo ya bunge ambapo waliwasilisha ombi kwa wabunge kuunga mkono madai yao ya fidia na kuharakishwa kwa utekelezwaji haki. Sasa ule mwenye alikufa ndio alikuwa ananisaidia, nimekonjeka hata hii miguu. Hata madaktari waliniandikia dawa ninunue ya elfu ishirini, sina vile nitapata. Waandamanaji hao hatimaye waliwasilisha ombi sawi ya mahakamani wakihimiza hatua dhidi ya madalali ambao hawakuwataja wanaoshutumiwa kwa kutumia vibaya taratibu za mahakama kuchelewesha malipo ya fidia. Joseph Ohungu Darubini.